wao walikuwa wanakaa wanamtukana. Samia, Samia anafanya kazi ah, hawezi kumaliza bwawa la Mwalimu Nyerere. Amelikuta asilimia arobaini na mbili, juzi tumewasha kinu cha tisa megawati elfu mbili mia moja kumi na tano umeme unaruka. Hii katakata mnayoiona hii miundo mbinu inayopeleka umeme inakutana na mzigo mkubwa kuliko uwezo wake, tunarekebisha Wakamsema kuhusu SGR wa amekuta hata makutupora haijafika. Mama alifunga mkwiji tumboni akajua nikishindwa hapa nimedhalilika. Ngoma imekwenda saa hizi iko Dodoma, wakandarasi watatu wanafika Mwanza, tukitoka hapo tutakwenda na nchi jirani. Wakamwambia Kigongo Busisi huwezi mama, amekuta na asilimia thelathini na nane ameimaliza Kigongo Busisi. Leo zimebaki bridge sign tu, usiovateki hapa, usipige oni spidi sizidi hamsini. Ngoma ile imeisha, watu wanaanza kutumia daraja. Wakamwambia ameuza nchi. Anauzaje nchi? Mnunuzi nani? Hawamtaji. Kumbe mama akabinafsisha bandari ya Dar es Salaam, upanuzi umefanyika mkubwa. Mwezi uliopita imekuja meli kutoka China, ina kontena elfu saba mia nane arobaini. Watu wakajua labda mji wa Kigamboni umehamia ndani ya maji. Kumbe meli imewasha taa za ndani tu. Ah, wameshampa huyu Waswahili wote wanafukuzwa. Mitambo yote wanaongoza wa, Waswahili. Magari anayebeba mizigo ya Waswahili. OCD anayelinda pale OCD wa jeshi la polisi la Tanzania. Uongo umekufa. Leo tunakusanya kodi pale, ndo maendeleo mnayoyaona. Mkimwona rais, anakwenda kuifilishi nchi? Nchi yake na ye karibu anakufa. Kila rais anataka watu wale keki ya taifa lake. Nachoshangaa hatusemi, hatusemi, hatusemi. Mambo yako kwenye maeneo yenu, semeni. Rais jasiri wamemfuata kwa kila njia, wameshindwa. Sasa wamebaki tu oo, mama Abduli, kwani tuliwaambia rais wetu sisi mgumba, vitu vya ovyo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe, uchaguzi tutafanya.